Diva the Boss Lady licha ya kwamba uko hapa msibani makaburini lakini pia tunajua kwamba Crazy G alishakuwahi kuwa ex wako e, nini kimekugusa kuachana mambo mengine hayo yote? Karibu. Ni mtu mwema sana. He is such a sweetheart, ana ana roho nzuri sana. Yani, ana ana upendo mwingi na nafikiri ndio maana leo watu wengi wako hapa kwa ajili yako hasa katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mama yake, lakini pia kumpa pole na kuwa naye kwenye moment like this, you know the moment like this like um, msiba ulivo unavyokuwa unatokea. So nitandio hey, najua mimi siwezagi sana eh? Yeah. Right. So nimekuja hapa kwa ajili ya JK na familia yake na nimekuja kumsindikiza mama yetu yeah. Maana pema peponi. Ni mtu mwema sana. Yani, maka is such a sweetheart. Ana upendo mno na ndio maana wengi Mwenyezi Mungu ak okay, uh, sasa hivi hatujakusikia takriban miezi kwenye redio ya Wasafi, nini kinaendelea. Eh, kwa nini mikanganyiko inatokea mara na stopu na rudi. Nini kinaendelea katika studio za Wasafi? Tukusikie, sasa hivi Diva, the Boss Lady, wasafitukuskii uh, sahivi divah sijakusikia na mara nyingi unasema kwamba unaondoka unaaga, mara unarudi. Nini kinaendelea? Tatizo ni nini? Ni mishahara au ni kitu gani? <laughs> You know, kazi na changamoto zake, lakini uh, changamoto kubwa ilitokea ni ile ya tarehe tisa, so watu wengi tulikuwa off kipindi hicho tarehe ishirini na tisa mpaka i mpaka i think jana uh, kuna watu ndo wameanza kurudi hewani so, utanisikia bado niko na mkataba nao Wasafi. Nini kilitokea? Ni mishahara au akaso kwa chana, labda kuna mengine kusana masuala maswala ya tarehe 29. kwa chana basi, asante sana.